Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ni fursa nyingine tena inakujia kutoka Africa Academy kwa wewe ambao huwezi kutoka ukasafiri kutoka katika mji mwingine kwenda mji mwingine, unaletewa elimu miguuni mwako, tena kwa wakati unaotaka wewe, kwa nafasi ulionayo wewe, ndani ya mwaka mmoja tu tayari wewe umeshaji nyakulia diploma ya elimu ya dini ya Kiislamu kupitia Africa Academy. Hili ni grupu la pili kwa wale ambao wako tayari kupata elimu hii ya dini. Utakuwa umejinyima na umejipotezea nafasi nyepesi na rahisi kabisa ambayo imeandaliwa na Africa Academy ya masomo ya dini kupitia online <gasps>